Mafundi mpo? Hawapo. Mafundi njoni hapa. Kiongozi wenu. Huyu eh, ndio kiongozi wenu. Wewe, njoo. Wewe mwenye miwani kama mimi Unaitwa nani? Ngapi? Unalipwa shilingi ngapi? Ambao kwa mwezi ni sasa shilingi ngapi? laki tatu? Mm. Mm. E, e, wewe unafanya kazi kwenye kampuni klasi. Kima cha chini cha serikali ni shilingi ngapi? elfu kumi na sita mia tano. Mnawalipa shilingi ngapi? Kwa nini unavunja sheria? Mimi ndio mwongozo niliopewa. Mwongozo na nani? na Ofisini kwako ni serikali ama ni nani? Maanake ni subcontractor, si ndio? Maana maanake subcontractor amekubaliana sub sub kuvunja sheria za nchi. Wewe well, mwenyewe unafahamu kwamba unatakiwa kulipa elfu kumi na sita mia mia tano mm halafu -hmm. wewe kabisa Mtanzania mm -hmm. eh, ambayo unaamua kuwanyonya Watanzania wenzako umesema hivi unawalipa elfu kumi na mbili mia tano kawaida, walitakiwa kulipwa elfu kumi na sita mia ngapi? mia tano. Hiyo elfu nne inaenda wapi? Mheshimiwa DC, hii miradi mara nyingine haikamiliki kwa sababu kuna unyonyaji mkubwa sana. Watu wanashindwa kufanya kazi kwa juhudi na maarifa kwa sababu hata pesa wanaolipwa wanakuwa wamepunjwa, na ndio maana sababu nyingine unakuta kwamba mafundi wengine wenye ujuzi ambao wanaweza kusaidia mradi ukaenda kwa haraka wanakimbia site kwa sababu kiwango ambacho wanatakiwa kulipwa wanakuwa halipwi eh? Mnatoa chakula? Hapana, hamtoi chakula, si ndio? yeah. Mnatoa usafiri? Usafiri tunatoa usafiri gani? magari haya ya kawaida yapi? Kenta yani pick up? Pick up sio ma -ma manalili yale ya kusombea mchanga hapana. Sasa tunachotaka ni kwamba tunaandaa mikataba ndani ya mwezi huu. Kama mtu hana uwezo, utuambie kwamba hakuwa na uwezo. Mikataba hiyo ndani ya mwezi huu inaenda kuandikwa kulingana na kima cha chini cha serikali, ama ni laki tano na kumi na tano laki tano na ngapi? Na kama kazi huiwezi, naomba uache, uondoke haraka sana saiti, lakini sio ku, kuwepo kwenye saiti na kuwapunja vibarua. Ndo maana matokeo yake mradi wetu unakuwa unafanyaje? Unasuasua. Nitahitaji kupata mrejesho wa kwamba hawa watu wamesaini mikataba yao mbele ya DC.